Mashabiki wa Yanga, kuna muda tunakuwa kama wanywa pombe walevi, tunajidai tunashangilia kwamba timu yetu imeingia makundi, ni kweli imeingia makundi, lakini sasa ni Yanga ipi inaenda kupeleka ushindani kule makundi kama sio kujitia aibu? Eh, timu yetu haina wachezaji wa kufunga. Timu yetu mpaka sasa hivi namtegemea Pacome Zuzwa, ambaye akikabwa vizuri hakuna kitu kinafanyika. Ninyi wenyewe mliona kule Malawi. Dube ndo kama hivyo, sijui kasharogwa na wanaazamu au amesha mroga sielewi. Unaona yanayofanywa leo pale anapokuwa amepata mpira ndani ya kumi na nane Prince Dube ameshaa rogwa huyo, sijui ndo Andi Boyeri, sijui ndo Bonifasi, siji ndo Boyeri huyo huyo, utajua wenyewe kule Rwanda ndo nilishuhudia nafunga ka goli kipindi tunacheza na kale ka timu ka sijui daraja la kwanza huko. Haya, tunapo kenua, kenua vimeno kwamba Yanga tumeingia makundi. Haya, tunaenda kupambana na mahali hali ma, mamelodi ma, widadi huko, tunaenda kushindana na nane kama sio kupigwa hamsa goli sita kwa saba. Yani timu yetu kafu, anatoa, timu bora, hata top 10 Yanga hamna, haingii haingiia E, mchezaji wa kuwania tuzo bora wa Afrika hamna. Wenzetu wa hapo Msimbazi wamemtoa Kapombe, lakini sisi tuna babaja babaja tu midomo, mara tumeingia maku tumeingia makundi kwa kwa kubangaiza hivi hivi, alafu tunashangilia. Naambia ukweli, tutai kama kuna msimu ambao tunaenda kuaibika kwenye haya makundi ni huu. Sidhani kama Yanga tutapata hata pointi sita, eh, huo ndio ukweli unauma, lakini mumpokee hivyo hivyo. Naipenda Yanga, lakini lazima niongee ukweli. Asanteni.